Ambaye kwetu sisi anachukua nafasi kubwa katika maisha yetu kama wanaparokia, manake anasimama kama mwombezi wetu. Tunapomchagua mtu kuwa mwombezi, manake tunatamani sisi maisha yetu yafanane kama mtakatifu huyo ambaye sisi tumemchagua. Manake e, sisi huku tunatumia lugha ya somo wakati tunajadiliana na hawa juu ya majina ya watoto wao ambao tutawabatiza leo, na wauliza swali eh, kwa nini mmempa huyu mtoto ili jina? Anasema mimi wala hata sio mimi, ni, ni somo wake aliyempa ili jina. Maanake kuna mtu ambaye amemwita hilo jina, pengine labda ili jina lilikuwa ni la mjomba wake, ili jina lilikuwa ni la la dugu wake au ndugu yake fulani au mama au bibi amependa huyu mtoto kumwita ile jina. <coughs> Lakini siku zote jina linakuwa linakuwa na maana, na umaana wa jina ni kwamba yule ambaye unamwita unatamani tabia zako zifanane na za kwake, yani wewe jinsi ambavyo tabia zako zilivyo unatamani hata huyo ambaye wewe unamwita hilo jina kwamba mfanane naye si tu katika hali ya majina, lakini pia hata kimwenendo na zaidi hasa kitabia, sio tu libaki katika hali ya kuitana katika majina. Ndio maana hata tunapopanga eh, majina katika jumuiya zetu katika kigango, maanake sisi tunapomchagua mtakatifu fulani awe mwombezi wetu, maanake tunatamani maisha yetu yafanane na huyo mtakatifu ambaye sisi tumemchagua kuwa mwombezi wetu. Tunapoyarudia maisha ya mtakatifu Yuda Thadei, hatujifunzi sana au, kwenye historia yake hatuoni sana historia yake inayoelezea juu ya maisha yake, lakini hasa tunajifunza juu namna ambavyo alivyoweza kuishi yeye kama mtume. Mara nyingi alikuwa tunaambiwa, alikuwa ni mpole lakini zaidi Yuda Tadei alikuwa ni ndugu wa karibu wa Bwana wetu Yesu Kristo, walikuwa na undugu na Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini pia mtakatifu Yuda Tadei anasifika kama mwombezi hasa kwa wale ambao wamekata tamaa kutokana na kesi ngumu au kutokana na hali ngumu wanazokutana nazo yeye Yuda Tadei, wale ambao wanamkimbilia yeye kakupitia maombezi yake ameweza kuwasaidia wengi hasa waliokata tamaa kutokana na changamoto nyingi za maisha wanazokutana nazo kama magonjwa na shida mbalimbali wanazokutana nazo. Wote waliokimbilia msaada na maombezi ya Mtakatifu Yuda Thadei, basi waliweza kusaidiwa katika maombezi hayo. Sisi kama parokia tulianza novena ya kumkimbilia Mtakatifu Yuda Thadei tarehe 19 tulikuwa tukisali novena na tunaendelea nayo, tukiendelea kumsihi Mtakatifu Yuda Tadei kama mwombezi wa kesi ngumu au ya mambo ambayo pengine katika akili ya kibinadamu tumeona haya mambo hayawezekani, tumeona haya mambo katika akili ya kibinadamu hayawezi kutatulika, lakini kupitia msaada na maombezi ya Mtakatifu Yuda Tadei ambaye ni mwombezi basi tunapata nafasi ya kuendelea kukimbilia sala zake na maombezi yake. Katika bibilia, wengi wanamchanganya huyu mtakatifu Yuda Tadei na mtakatifu Yuda Iskariote. Yuda Iskariote ambaye alimsaliti Bwana wetu Yesu Kristo. Ndio maana katika ile novena tunasema jina la Yuda Iskariote mara nyingi ndo limebeba nafasi kubwa katika Biblia na katika historia kuliko jina la Mtakatifu Yuda Tadei, alisikiki sana na wala watu hawalitaji sana ndio maana hata ukitaja katika orodha ya mitume mara nyingi, Mtakatifu Yuda Tadei wengi wanamsahau, si kwa sababu ali maandiko hayamwelezei sana, lakini tunasema ni mtakatifu ambaye alifanya mambo makubwa, alihubiri Injili katika maeneo ya wapagani na katika maisha yake aliweza kuwaongoa wengi. Ndugu zangu, imani yetu sisi imejengwa katika msingi wa mitume kama anavyotuambia Mtume Paulo katika waraka wake kwa Waefeso, ili sura ya pili aya ya 19 hadi aya ya 22, kwamba sisi si wageni katika nchi hii au katika ulimwengu maana maisha yetu sisi yanaongozwa na yamejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii. Kwa hiyo tunaalikwa kuishi mafundisho ambayo hawa mitume waliweza kutufundisha. Wao walipokea mafundisho haya kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo na kuyaweka kwetu na kuyaeleza kwetu. Na sisi tumejengwa kupitia mafundisho hayo. Na wao wanabaki kama mfano katika maisha yetu si tu katika kuhubiri lakini zaidi tunaona hata katika kuishi ile Injili waliishi na wakakubali kuifia ile Injili katika maisha yao yote. Ndio maana Mtakatifu Thadei tunamwadhimisha kama mtume na mfia dini, ambaye aliitetea imani yake akukubali tu kubaki katika kuihubiri imani, zaidi hasa katika kuitetea na mpaka kufa. Kwa hiyo sisi imani yetu imesimamishwa juu ya msingi wa mitume na manabii ambao wao walihubiri Injili wakatufundisha sisi, na sisi tunaalikwa kuipokea hii Injili na kuishi katika maisha yetu, tukiwafundisha wengine kama wabatizwa. Tunasema kila mbatizwa ni misionari. Kwa hiyo sisi kwa njia sakramenti yetu ya Ubatizo ambayo pia baadhi yetu leo watabatizwa, wanakuwa wamisionari wa kuendelea kuihubiri hii Injili ambayo tumeipokea kutoka kwa miti. Katika injili Bwana wetu Yesu Kristo anapochagua mitume wake hawa kumi na wawili jambo la kwanza ambalo analifanya kabla ya kuwachagua anasema, alienda mlimani ili kuomba na huko akakesha usiku kucha akimwomba Mungu kuonyesha kwamba tunapofanya maamuzi yoyote lazima tuanze kwanza kwa njia ya sala, lazima tuanze kwa njia ya maombi Ndiyo maana bwana wetu Yesu Kristo anakufundisha hilo anapowachagua mitume wake, si tu kwamba alikurupuka. Hapana, alianza kwa njia ya sala, akamwomba Mungu, akamshirikisha Mungu, na ndipo anaposhuka anawachagua hawa mitume kumi na wawili. Lakini cha ajabu katika kuomba huku, pia tunaona miongoni mwao yupo Yuda Iskariote ambaye tunasema ndiye aliyemsaliti kwamba katika mpango wa Mungu tutakapoomba kuna jambo ambalo ni la kimungu haliwezi likaondolewa, hata kama litakuwa baya kiasi gani kwetu, lakini kwa sababu ni mpango wa kimungu, basi litasimama kama mpango wa kimungu ili liweze kutokea katika maisha yetu. Lakini jambo la muhimu ambalo tunaalikwa kabla hatujafanya jambo lolote, kabla hatujatenda jambo lolote, lazima tuanze na sala lazima tuanze kumwomba Mungu, lazima tumsi Mungu ili atufungulie maarifa yake tuweze kufanikisha katika mambo yale ambayo sisi tunatamani kuyatenda. Mara nyingi hii hali ya kuanza na sala kwa wengi inakuwa ni ngumu, wengi tunaanza mambo yetu mengi bila kumshirikisha Mungu. Kwa hiyo Kristo anatupa mfano huo, yeye mwenyewe anaanza na kuomba, yeye mwenyewe anaanza na kusali na kisha ndipo anapowachagua wanafunzi wake hawa kumi na wawili na anawatuma waende kuihubiri Injili, kuitangaza Injili. Na sisi pia tumechaguliwa kwa kuwa mbatizwa, umechaguliwa na sababu ya kuchaguliwa si nyingine, kama anayoifanya mtakatifu Yuda, kwenda kuhubiri Injili. Hata sisi tumechaguliwa kwa ajili ya kwenda kulitangaza neno la Mungu, kwenda kuwahubiria watu habari Kristo ni ishara ya kuchaguliwa kwetu. Mara nyingi nasemaga kuwa Mkristo sio kwamba tumejichagua wenyewe, hapana. Katika mazingira yetu, hasa mazingira yetu ya upande wa huku kusini, tungeweza kuangukia kuwa Waislamu, lakini kwa nini tumekuwa Wakristo? Manake tumechaguliwa na Kristo mwenyewe tuwe wafuasi wake. Kama anavyomchagua Mtume Yuda, na sisi pia anatuchagua kwa njia ya sakramenti ya ubatizo. Basi tunaalikwa kuendelea kuishi maisha yetu ya ufuasi kama mitume, kuendelea kuishi maisha yetu kama wabatizwa, tukiendelea kutangaza Mungu tukiendelea kuihubiri Injili, na tukiamini imani yetu sisi imejengwa juu ya msingi wa mitume. Nasema sisi sote tumekuwa jiwe la pembeni, kila mmoja kwa njia ya sakramenti ya ubatizo anaweka mchango ndani ya kanisa. Hakuna ambaye hana mchango katika kanisa, kila mmoja ana mchango ndani ya kanisa. Hakuna mbaye anaweza kusema mimi tu nipo kanisani sina mchango wote, hapana. Kila mmoja ana mchango ndani ya kanisa. Ndio maana Paulo analisisitiza hilo kwamba sisi ambao ni wengi tunajengwa na tuna ndio ambao tunaliunda kanisa. Kwa hiyo kama wana kanisa, tunaalika kuishi maisha ya kikanisa, ili tuendelee kuliendesha kanisa letu tuendelee kulikuza kanisa letu, tuendelee kuweka maendeleo ndani ya kanisa letu, tukiendelea kukimbilia msaada na maombezi ya watakatifu hawa Simoni na Yuda ambao tunawaadhimisha siku hii ya leo, ili maombezi yao yatusaidie. Wao walioshikilia imani mpaka wakakubali kufa kwa ajili ya imani hiyo, basi na sisi waendelee waendelee kutuombea, ili tuendelee kuishikilia imani yetu na sisi tuwe tayari kufa kwa ajili ya imani hiyo. Tumsifu Yesu Kristo. <laughs> Basi, kama nilivyosema awali, tunapoadhimisha sherehe hii ya somo wa parokia yetu, maadhimisho haya yanapendeza zaidi au yanafaa zaidi tunapounganisha ndani yake na masakramenti mbalimbali mbali. Toka mwanzo tulipoanza mwaka, nilitamani sherehe ya mwaka huu Ingefaa zaidi pia tungeshuhudia walau hata ndoa mbili tatu kuonyesha kukua kwa imani katika parokia yetu. Napiga debe jamani, ambao wako tayari kufunga ndoa mwaka huu, basi tuunganishe katika sherehe hii ya Mtakatifu Yuda Tadei. Bahati mbaya basi sikupata wateja, lakini basi tunaadhimisha pia ubatizo katika parokia yetu, ndugu zetu, vijana wetu ambao, watoto wetu ambao wanabatizwa